Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Majina yangu naitwa Dorice Mpatili kutoka kanda ya Victoria. Hiki chama sasa hivi kina walaghai na wababaishaji, ndo waliojaa huko kwenye uongozi. Na hii biashara, mnawaambia watu uongozi mpya, uongozi mpya, huu ni uongozi uliokuwepo. huu ni uongozi unaojua Chadema malengo yake yalikuwa ni nini? Katiba yetu sisi tunashushiwa huku chini. Ni hawa hawa viongozi na wajumbe wa Kamati Kuu walikaa, wakaiandika hiyo katiba wakatushushia huku chini. Leo wanapokuja na hizi hoja zao no reform, no election, halafu mtu anashupaza macho, anashupaza mishipa, Watanzania mtambue. Sio kila mtu anayekuwa na mawazo mbadala ni G55, sio G55, lakini kwa haya yanayoendelea leo kwenye Chadema yetu nimeona ni upuuzi na ubabaishaji mtupu. Ndo maana nimeamua ni heli nikawaunge hawa mkono, ambao naona wanatupa dira, wanatoa mwelekeo. Mimi sina mpango wa kugombea udiwani, sina mpango wa kugombea viti maalumu, sina mpango wa kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali, sina, sina. Kwa hiyo hawa wanaokuja na hizi hoja ji njaa jii sijui vitu gani, waambieni tupo wengi ambao hatuna malengo ya kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali. Mheshimiwa Lissu ajirejeshe, ajirejeshe huko nyuma. Wakati anafanya kampeni alisema sitaki machawa. Sasa leo kwa nini machawa ndio amekuwa washauri wa, wa huu wa uongozi? Yaani chawa akipiga aki no election wote, eti akinalema ondokeni, ondokeni Mheshimiwa Lema anachonizidi mimi labda ni hiyo hiyo platform ya kibunge, leo aliyoipata ameenda bungeni. Kwa hiyo miaka kumi amekuwa mbunge, lakini sisi ni wapiganaji wa chama hiki na wapambanaji wa chama hiki, miaka tumeenda fildi, tumelala fildi mapambano ma ya Arusha Januari tano, mimi nilikuwepo. Wewe leo umefanya firidi gani? Wanataka wakute tu wameandaliwa kama hivi mapodiamu, mic, haya wapige tu hapo, uongo uongo wao waondoke. Siasa sio podium tu na mic, ndugu zangu, siasa ni mikakati, ni mikakati thabiti, sio podium tu na maneno. Tunajuana Watanzania wa Tanzania elfu mbili na kumi na tisa ni wakumbusho wa Tanzania, tulisusia uchaguzi wa serikali za mitaa, ulinikuta jimbo la, la, la, la Siha na andao wagombea si tulisusa? Hatukususa Watanzania, Chadema iliingia kwenye uchaguzi what happened, si haikuingia? CCM hasusiwi CCM, ukimsusia nakomba sinia lote <laughs> Kwa kwa kwa kifupi, najivua hiyo na nafasi na, na yangu ya ukatibu wa kamati ya, ya mafunzo kanda ya Victoria, na najiondoa rasmi leo Chadema kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni future, sioni hao Watanzania wakwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi. Usisahau kusubscribe ku comment, ku like na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.